Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Harufu nzuri ya kahawa inanukia kando ya mto Huangpu huko Xuhui, Shanghai, wakati Wiki ya tatu ya Utamaduni wa Kahawa mjini Shanghai ilipozinduliwa. Sherehe za mwaka huu za Wiki ya Kahawa zinatarajiwa kufanyika kwa nusu mwezi kipindi ambacho matukio mengi ya kuvutia yatafanyika ikiwemo ufunguzi wa Tamasha la Kimataifa la Kahawa la West Bund na Mtindo wa Maisha, kuonja bure kahawa katika maeneo mbalimbali ya mji huo, maonyesho ya kahawa na maigizo, na kahawa na michezo. Katika siku ya ufunguzi, wawakilishi kutoka mikahawa kadhaa ya kahawa walikutana katika kitengo cha kimataifa cha mawasiliano katika makao makuu ya shirika kuu la utangazaji la China mjini Shanghai. Kwa pamoja walishuhudia kutangazwa kwa kahawa kwa pamoja. Hafla hiyo iliandaliwa na makao makuu ya CMG mjini Shanghai kwa lengo la kutangaza utamaduni wa kahawa na kuwakutanisha watu pamoja ili kufurahia kahawa. Wimbo maalum wa kanivali ya kahawa kwa pamoja ulizinduliwa na kuonyesha picha za kahawa na mtindo wa maisha wa kahawa katika maeneo mbalimbali maarufu ya Shanghai ikionyesha upendo wa mji na taswira ya kimataifa inayohusishwa katika utamaduni wa kahawa mjini humo. Maduka kadhaa maarufu yanayotambulika katika sekta hiyo yalipokeza tuzo mbalimbali. Shanghai, maskani ya zaidi ya mikahawa elfu nane ya kahawa, imefanya maonyesho hayo tangu mwaka 2021. Wiki ya utamaduni wa kahawa ya mwaka huu imeandaliwa na shirikisho la matangazo ya ubunifu na utamaduni la Shanghai na yatamalizika tarehe mbili Juni. Kahawa imekuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa Shanghai ikionyesha umaalum wa mji huo wa ufunguaji mlango na ujumuishi. Kutoka sanaa ya miji ya kikombe cha kahawa kinachotembea na michoro mingi ya kumbukumbu za vikombe vya kahawa mpaka maagizo ya awali kupitia mtandaoni vifunganisho vyenye jumbe za kahawa, bonanza hiyo ya mji mzima inaingiza mapenzi ya kahawa katika kila eneo la maisha, inaonyesha fursa zisizopimika za kahawa ndani ya mji wa Shanghai na kuwawezesha wakazi kufurahia matarajio makubwa ya sekta ya kahawa na uchangamfu wa mji huo mkubwa. Kuanzia Mei 18 hadi 21, tamasha la kimataifa la kahawa la West Bund na mtindo wa maisha linafanyika katika eneo la Xuhui Pingjiang likijumuisha zaidi ya maduka mia moja ya chapa za kahawa katika ufukwe wa Mto Huangpu na kuunda maonyesho marefu zaidi ya kahawa katika historia kufanyika nje katika eneo hilo. Waandaaji wa maonyesho hayo wamesema ni mara ya kwanza kwa Shanghai kuzindua soko kubwa la kahawa. Zaidi ya kufurahia kahawa iliyotengenezwa hapo hapo